Sisi watumishi wenu tuko watu tayari kabisa kutumika naye kwa bidii, kwa uaminifu na juhudi zote ili kutimiza malengo ya Mheshimiwa Rais kuwatumikia wananchi lakini kuendeleza nchi yetu. Tunawashukuru, tunaona upendo wenu na wema wenu, tuko tayari kuendelea kufanya kazi na nyinyi. Tunawashukuru kwa upendo. Mheshimiwa Waziri, mimi nis ai kuskuu aanimshukuru sana Mheshimiwa Rais. Kwanza nampongeza kwa ushindi mkubwa aliopata kutoka kwa wananchi kuchagua kwa kura nyingi sana kwa kishindo kuendelea kuitumikia nchi yetu. Mimi nawashukuru sana, kama alivyosema naibu waziri, sisi leo ni wapya, hatujui mliyoyafanya miezi mitatu hii. Sisi tunaanza leo upya, eh, lakini hayo yataanza kwanza kwa kuelimishana na kutoa maelekezo mahususi ya namna tunavyotakia kwenda katika miaka mitano hii. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana kwa kuja. Uh, ingawa sisi leo mnapita wapi, lakini wenzenu, nashukuru kwa sala zenu na salamu zenu mbalimbali ambazo mmetutumia kwenye simu, na wengine pengine hajui nafasi zetu kwa mnajisemesha wenyewe, wengine pengine mmetuombea. Yote haya tunawashukuru sana.